Baada ya mwanamke familia na jamii kukosa maarifa mbalimbali ya kiafya na sana na uzazi wa mwanamke, hii imepelekea mama kupoteza maisha au kutana changamoto mbali mbali mbali so, si na changamoto mbalimbali za kiafya ambazo zimeweza kupelekea mama kuwa na afya ambayo imedhorota au mama kupoteza maisha au mtoto baada ya kuzaliwa kutana changamoto mbali mbali mbali na changamoto mbalimbali za kiafya. Kupitia chaneli ya YouTube ya akaunti ya Nasri Salum, tutaenda kujifunza mambo mbali mbalimbali ya kiafya ambayo atakuwa msaada katika jamii na kumkomboa mama zidi ya changamoto ambazo anaweza kuupana nazo wakati wa ujauzito wake au mama ambaye atamani uh, kupata ujauzito au ni wewe mwanamke ambaye anatamani kupata ujauzito, imekuwa kwako changamoto sana kupata ujauzito. Lakini kwa mama ambaye ushakutana na changamoto ya ujauzito, au kipindi hiki ambacho mimi nazungumza, au umeona channel hii au umeona video hii, unapitia changamoto mbalimbali wakati wa ujauzito wako. Kwa hiyo, kupitia channel hii tutaenda kujifunza mambo mbalimbali, au tutaenda kujifunza hizo changamoto ambazo unapitia na kuweza kujua wapi ambao unaweza kupata msaada au vitu gani ambavyo unaweza ukavifanya vikawa msaada kwako, maanake tutaenda kutoa maarifa mbalimbali yanayohusiana na ujauzito kwa mwanamke na mtoto baada ya kuzaliwa. Ni vitu gani ambavyo mama anapaswa kuvizingatia? Hii itakufanya wewe kuweza kuwa salama na kuepukana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikajitokeza wakati wa upatikanaji wako ujauzito, lakini baada ya kupata ujauzito, mazala madhara ambayo anaweza kajitokeza, au vitu ambavyo vinaweza vikajitokeza kwa taisha vyako. Lakini wakati wa ujauzito kuna mabadiliko ambayo mama anapaswa kuyazingatia au kuma. Kuna mabadiliko ambayo huwa yanatokea, lakini yametengeneza maswali mengi sana vichoni vya watu, lakini pia hususan kwa mwanamke. Yaani, kuna vitu vinatokea kwa mwanamke, na hivi ni vitu vya kawaida au sio vitu vya kawaida? Kwa mama anakuwa na maswali, lakini mwenza au jamii inakuwa na maswali. Ni vitu gani ambavyo ni vya kawaida na vitu gani sio vya kawaida kwa mwanamke baada ya kupata ujauzito na kuvizingatia? Kwa hiyo tutaenda kujibu na kuelewa wapi ambapo unaweza kukaliwa. Kwa hiyo tunaweza tukatumia lugha ya maswali na majibu, kwa kama utakuwa na swali lako unaweza ukaandika, lakini pia tunaweza kutoa madarasa mbalimbali kwa lengo la kufundisha ili mwalimu aweze kuelewa. Kwa hiyo ni vyema ukatembelea akaunti ya YouTube kwa jina Nasri na kusubscribe, lakini pia kuwaalika wengine kuweza kujifunza zaidi na kupata maarifa ya kwa lugha nyepesi, ambayo tunaweza kutumia pia picha ambazo jamii na mama tunaweza kukaelewa wapi ambapo unakwama. Kama ni mara yako ya kwanza ni vyema kusubscribe, lakini kama ni mfuatiliaji wa video zetu, basi vyema kuweza kualika ingine na kuweza kupitia video tukapotoa manake, ili tunaweza kulinda changamoto ambazo kuna nazo mama lakini na mtoto, lakini kuweza kukutana na vifo vya mama na mtoto kipindi ambacho mama katika mlaka wa uzazi unapofika.